Niko na Hassan na tupo na mgeni wetu Mr. Ramadhan, tunazungumzia e, uwekezaji wa kisasa <coughs> akili imechangamka kidogo sana, sana sana, yani akili ya yangu sasa hivi hapa inawaza namna gani ambavyo nitam, nitamvamia Bwana Ramadhani baada ya kipindi, atuanze anaelekeza step ya kwanza mpaka mwisho. Twende moja kwa moja Mr. Ramadhan kwenye majibu ya maswali ya jamaa. Ewa, Jamal aliuliza swali la kwanza kwamba yeye anafikiri somo gani tuliondoe kwenye mtaala mm. ili tuweze kuweka somo la fedha. Somo la fedha. Ah, kwanza ishu ya uelewa wa kifedha ni ishu endelevu na tunashauri ianzie chini kabisa huko alikosema Jamal, lakini sio sio kitu ambacho kinahitaji somo zima mimi mtazamo wangu na approach ambayo ningependa itumike hmm. ni kwamba hizi topic ziingizwe kidogo kidogo kwenye haya haya masomo ambayo yapo tayari wanafunzi wanasoma, kwa mfano, somo la maarifa ya jamii maarifa ya zamani ya jamii. Jamii. Sisi wahenga ilikuwa study za kazi, za kazi. Ewa, kwa hiyo ukiingiza uh, topics hizi ndogo ndogo, hisa ni nini, uwekezaji katika hisa, faida, sijui hatifungani na nini mm. ni topic ni fupi fupi, hazihitaji uh, sijui kozi nzima hapana. Naingiza topiki ndogo ndogo, kwa mfano somo lolote linalohusiana na masuala ya uchumi mm. eh, ambalo watakuwa wanajifunza kwanzia huku chini, basi hizi topiki zinaweza zikawa zinachomekwa, si kwa hiyo. Na kwa hiyo sishauri kwamba sijui tu tuondoe somo gani mm. eh, ili tu replace hapa, hapana, na shauri tu zitafutwe kozi ambazo zinaendana, basi haya masomo ya chomekachomeko yumo yumo, inawezekana kabisa kwa sababu ni mafupi mafupi, sio makubwa kiasi hicho. Tuna tuna tunadhani tuna unadhani, Mr Ramadhani, tuna haja ya utohoaji wa lugha kwenye kufanya haya mambo yakawa rafiki kwa vijana wa sasa hivi. Sana sana sana, ni muhimu tutumie lugha yetu rahisi kabisa ya Kiswahili. Nadhani hii inaeleweka zaidi kuliko lugha ya, ya Kiingereza. Bado Kiingereza unaonekana kina nafasi kwa sababu vitu vingi ni mapokeo, lakini tunaweza kutumia Kiswahili fasaha na ujumbe ukaweza kufikia watu wengi zaidi. Mr. Ramadhan, nimekuja na hiyo hii hoja, nimekuja nayo kwa sababu ya namna ambavyo u, neno uwekezaji lina sound. Yeah. Unajua kuna mtu akisikia neno uwekezaji eh, Rama analihisi liko kiserikali zaidi. Yeah. Yeah, yeah. Umeshaikuta na kitu kama hicho? Ni, ni ni kweli, unajua ukisema uwekezaji ni neno kubwa sana very wide lina cover maeneo mengi na hata mimi hapa leo hii tunazungumza, nimepata nafasi ya kuzungumza uwekezaji katika masoko ya mitaji. mm -hmm. Lakini upo uwekezaji katika maeneo mengine mengi sana. Kama unavyosema kweli, neno uwekezaji lina sura fulani pana na mm -hmm. mtu akilisikia anaweza akaliogopa. Yani ni neno, ni, ni, neno uwekezaji asani. Naam, neno uwekezaji ni neno ambalo mimi naliona limevaa suti Afriko bungeni Limependeza. Limependeza. Limependeza. Eh. Aa, najaribu, nakwambia, tunajaribu kumvalisha yule ambaye sasa hivi anauza mihogo. Sasa ndio tunarudi kwenye lugha iliyotumika, yeah. Neno uchumi tu kuna mtu aliona kwake ni zito, yeah. Lakini neno hali yangu ni mbaya linatamkika, linafikika K okay. Jaribu ku, kuangalia namna gani tunaweza kuitengeneza lugha fulani hivi ambayo hata ana, ambaye anahisi ana, amekuwa isolated, yani ametolewa kwenye kwenye hilo neno kidogo, aelewe. Kwa sababu hata mtoto anapogundua baba kila siku anaongea no, unajua nimeinvest kwenye elimu yako kwenye, si unanielewa, yani kwenye kukusomesha nimewekeza, anaona dinyamewekezakwanu tuki basi tu labda tu wanasema tutoe tafsiri ya neno uwekezaji. Uwekezaji ni shughuli yoyote ambayo mtu anaweka fedha ama nguvu ama akili akiwa na malengo ya kupata uh, chochote baada mm. ya hapo mm. uh, chochote kinaweza kikawa katika uh, fedha ama namna nyingine yoyote hiyo ni uwekezaji. Sasa kuna uwekezaji mkubwa na uwekezaji mdogo mdongo. Kwa hiyo naomba watu wakisikia uwekezaji wasiogope kwamba bana, hii sio ya kwangu mimi. Hapana, kuna uwekezaji mdogo, bado jina ni hilo hilo uwekezaji, inabidi tulitumie. Sawa. E, kuna, kuna kitu chochote ambacho Mr. Ramadhan unahitaji ukizungumze, huenda hatujakuuliza na ulitamani sana wanaousikiliza kwenye Big City Breakfast wa wakielewo wa, wa, wa kuhusiana na hey. Uwekezaji wa kisasa asante. Uh, na naomba nikazie ni, ni pale kwenye hisa, ili kuleta uelewa zaidi uh, kwanza ntajibu swali la pili ambalo ambaloiza kwamba, sasa um, tumezungumza faida tu za uwekezaji, lakini mm hatujahusia -hmm. Changamoto. Faida kubwa za, za uwekezaji katika hisa ni gawio na kupanda kwa bei ya mtaji gawio ambao nalipata kila mwaka kampuni yako ikifanya vizuri mm -hmm. lakini kuongezeka kwa mtaji ama uwekezaji wako kwamba kama ulinunua hisa aa mia mbili hamsini mm ha -hmm. baada ya muda fulani inafika 100, 500 1000 elfu kumi, hiyo unakuwa ume, umeongeza ukuaji wa mtaji wako mm -hmm. lakini kama ulivyo uwekezaji mwingine wowote, changamoto katika uwekezaji zipo na zinaweza kujitokeza. Namba moja katika, wake, katika hisa ni kushuka kwa bei ya hisa mm -hmm. Wakati fulani bei ya hisa inaweza ikashuka, wakati huo umenunua mia mbili hamsini, inaweza ikashuka labda ikafika mia mbili, wakati mwingine ikapanda ikafika mia tano, wakati mwingine ikashuka ikafika mia hamsini. Hizo ni changamoto ama vihatarishi vinavyoweza kutokea pale mtu anapowekeza katika hisa, na ndio maana tunashauri, unapenda kuwekeza, ili uweze kuiona faida ya kweli, jipe muda baada ya muda, hisa zinavyofanya kazi zinapanda na kushuka mm, lakini ukichagua kampuni nzuri ule upandaji na ushukaji wake unakuwa ni katika mstari unaokwenda juu, kwa baada ya muda unakuta hisa zimepanda, na kwa hiyo, kwa hiyo ni vema watu wakaelewa changamoto kubwa iliyopo ni hiyo. Okay. Eh. Yeah. Hey. Tumepata sasa yeah, yeah, nijibu hili sasa ambalo ulikuwa unatamani sana kulisema, hatakuwa tumepata nafasi uh, uh, yeah. Sasa kwanza kabisa, watu waelewe kwamba mtu yote anaweza kuwekeza katika hisa, na waelewe pia uwekezaji katika hisa hasa makampuni niliyotaja ishirini na nane yaliyosajiliwa yaliyoezeshwa katika uh, katika soko la hisa mm -hmm, ni uwekezaji ambao unasimamiwa na mamlaka ya masoko uh, ya mitaji na dhamana Tanzania. Ndiyo, ni uwekezaji salama na ni uwekezaji ambao hauna vihatarishi vyovyote vinavyotokana na udanganyifu. Kwa hiyo ni, ni sehemu sahihi zaidi watu waweze kuangalia na wetu waanze kujifunza, lakini pia wakumbuke uwekezaji huu hauhitaji wawe na fedha nyingi sana. Tumeona hapa tumepiga hesabu kwa mtu ambaye ana angalau elfu tano tu anaweza kaanza kawekeza, na waelewe ni uwekezaji wa muda ni uwekezaji wa muda na ni uwekezaji unaojihusisha zaidi na, na tabia ingia. Kwa hiyo ukiingia basi kuwa na tabia ya kuwekeza mara kwa mara na baada ya muda okay. Eh, sana sana. Eh. Hmm. Asante sasa, asa, asa, so langu mimi la mwisho uh, ni namna gani ambavyo ikitokea la kutokea mimi naenda moja kwa moja hapo, kwa sababu ni mimi na simu yangu na agency wangu, si ndivyo? Yeah. Ikitokea la kutokea mimi hapa ambaye nimeanza kuwekeza naenda wapi? cha kumalizia nini? Uh, labda ni nielewe la kutokea, kwa mfano, yaani ndio tayari sasa, mimi shaka, yaani pesa yangu siielewi, sio uelewi yeah. <laughs> Pesa yako haiwezi kudedi, naomba nikuhakikishie hilo, cha kwanza, ila kitu pekee kinaweza kutokea ni kushuka kwa bei ya hisa zako yn yani, mwekezaji wako mm. Mimi nimewekeza Ramadhani, nimewekeza hisa kwenye kampuni katika hizo 28 ndio alafu bahati mbaya nimetangulia mbele yake. Oho. Yani familia S yangu inaingiaje? Ina, ina, ina na kuweza sasa. Nimekuelewa. Uh, ukiwa unaenda kujiorozesha, ukiwa unaenda kujisajili ili uanze kuwekeza mm. Kuna taarifa ambazo wewe unazijaza pale, taarifa kubwa ambayo pia unatakiwa kuiweka ni wanaita next of kin mtu wako wa karibu wa karibu ambaye lolote likitokea e, yeye atatafutwa, ata, ata, ta, kwa maana ya kwamba hata ikitokea wewe upatikani, ina maana yule mtu wakala wako atampigia simu atampa taarifa za uwekezaji wako, na, na tafsiri nyingine pia ni kwamba wewe lei ikitokea haupo, ni lazima mirathi yako itatamka mali zako ziende kwa nani. Kwa hiyo sisi kama mwakala wa soko la hisa, ndugu zako watatuletea uh, ile maamuzi ya vikao vya mirathi. Huyu ndo ambaye ni next next of kin. Huyu ndo atakuwa msimamizi wa, wa mirathi na kila kitu mm. Kwa hiyo tutafanya taratibu tu za kuhamisha ule wekezaji wako kwenda kwa msimamizi wa mirathi. Kumekuwa kume, kume yeah, na urasimu sana unaohisiwa. Yeah, unaohisiwa naomba nitumie neno unaohisiwa especially wanaposema ile ile